Karibu katika channel yetu leo, tutaangalia mmoja mada muhimu sana kuhusu makosa kadhaa ambayo wanafanya baadhi ya watu wanapotumia kipimo cha ujauzito nyumbani kile ambacho ni jakoyu, na na kinaweza kuathiri matokeo kwa namna moja ama nyingine. Utakuwa nami daktari Leni Komba kukuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado hujajiunga nasi, basi bonyeza alama ya subscribe ngni yake, utakuwa umejiunga nasi na unapata mada zetu ambapo kipimo cha ujauzito ni kipimo ambacho kila mtu anaweza akakitumia, yaani kila mama anaweza kutumia akiwa nyumbani na kapata majibu. Lakini sasa kuna baadhi ya makosa ambayo naenda kuelekeza hapa chini, ambayo watu wengi wamekuwa wakiafanya na wamekuwa wakileta majibu hasi. Kosa la kwanza, kutumia kipimo ambacho kimekwisha muda wake, yaani tayari m kila kipimo ambacho unakitumia kina expire date, yani siku ya mwisho wa kutumika. Sasa kuna baadhi wanaweza kutumia kipimo ambacho kimekwisha muda wake. Kufanya hivyo, kipimo hicho kinaweza kikaasiri upatikanaji wa majibu. Suala la pili ambalo linaweza likafanywa na watu ambao wanajili kipimo ni kuwahi kusoma majibu au kuchelewa kusoma majibu kabla ya mbili mara nyingi tunashauri na kanuni ipo kwamba mudiki majibu yake anapaswa kusoma baada ya dakika tano . Sasa mtu huyu anaweza akawahi kusoma majibu kabla ya dakika tano hajafika, au akachelewa kusoma majibu, badala ya dakika tano mpaka kumi kupita kusoma majibu, tayari muda umeshapita, unaweza kikaasiri majibu. Baadhi ya vipimo hakita muda basi, kinabadilika kinatengeneza majibu mengine. Kosa nyingine ambayo linafanywa na watu ambao wanatumia kipimo cha kujipima wakiwa nyumbani ni makosa katika kukusanya sampuli ya mkojo. Baadhi wanaweza wakatumia chombo ambacho tayari kina maji ndani yake au tayari kina vitu ambavyo si na vitu ndani yake. Kutumia chombo hiki kinaweza kuathiri upatikanaji wa majibu. Hakikisha chombo ambacho unatumia kuchukua sampuli ya mkojo ni kikavu, ndani ni kisafi, hakina majimaji wala hakina kitu chochote. Kitu kingine ambacho wanakifanya makosa, mingine ambayo wanafanya na watu hawa ambao wanatumia kipimo cha ujauzito nyumbani ni kuwahi kupima ujauzito kabla hata hazijapita siku saba mpaka kumi na nne tangu baada ya kukosa hedhi. Akikosa hedhi siku moja anapima, alafu majibu anayoyapata anayaamini. Nashauri ukishakosa hedhi yako mjio wako, akishapita siku saba ndipo nachukua maamuzi ya kutumia kipimo cha ujauzito kupima mkojo. Kosa jingine ambayo anafanywa na watu hawa ni kupima kipimo cha mimba wakati wakiwa na shida zingine za common, baadhi hawajui lakini baadhi wanaijua. Sasa wakiwa na shida e, za common hizi, na hali hii inaweza kupelekea pia changamoto zingine. Sasa usipopima, ukipima kipimo cha mimba ukijikuta hauna baadhi wanaishia kukumbana na changamoto zingine, lakini hatibiwi kutokana na kwamba kupima vipimo vingine. Kosa lingine ambalo nafanya na watu hawa kuturudia kipimo katika kituo cha afya au zahanati, mara baada ya kugundua kipimo anachopima kinaashiria kwamba ana mimba. Watu wengi kwamba ni wajawazito wa kutumia kipimo cha nyumbani, basi watapiga picha na kuwapa ndugu, yaani marafiki, lakini watasahau kwenda kudhibitisha katika kituo cha afya, kwani inawezekana anapima mara ya kwanza Alifanya makosa kadhaa ambayo yatapelekea kile kipimo kikawa positive na kikasoma. Kuna watu ambao ameshatokea anapima nyumbani, anapima kwa kutumia makosa, anafanya makosa, lakini baadaye kumbe alikuwa hana ujauzito, jambo kinasoma, lakini katika kituo cha afya, maana kule wanafuata taratibu zote ambazo zinahitajika. Kipimo hiki kinaweza akisomi, anapima nyumbani na kipimo kimaanisha kwamba na ujauzito kumbe kosa ni kwamba kurudia kutumia kipimo. Kosa nyingine ambalo inafanya na watu hawa, hata kama mimi nimegundua ichue kwamba ni mja mzito, basi huwa wanatabia kuchelewa kuanza kliniki. Ni kosa ambalo inafanya na watu hawa, kwani tunashauri mtu anapojigundua mara moja kwamba ni mja mzito, basi aanze kliniki mara moja. Sasa utakuta mtu katima nyumbani kipimo, lakini ha, hakuna mtaalamu wa afya kwa hata kidogo. Kama ni mjamzito, anakosa ule ushauri wa jinsi ya kulea mimba changa, lakini pia anakosa ushauri nini kifanyike ili kutunza mtoto. Baadhi yamekuwa na tabia za mimba kuatimika mara moja. Hapa kwao, tuna shauri ukisha jiona kwamba wewe ni mjamzito na umepima kipimo ni mjamzito, basi nenda katika kliniki, wanze kliniki mara moja, upate matibabu ambayo yatakusaidia. Hayo yalikuwa ni baadhi ya makosa kati ya mingi ambayo yanafanywa na watu ambao wanatuma mimba wakiwa nyumbani. Makosa hayo yamekuwa yanaweza yakaathiri upatikanaji wa majibu sahihi. Ulikuwa na Daktari Lenny Komba, na mimi nimejifunza mambo mengi. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.